Nikodemu alikuwa ni mwalimu wa Torati, lakini ilimchukua muda kumsikiliza Yesu. Akaona Yesu aongelea habari za dini, ndio maana aliingia kwenye misikiti na kwenye makanisa. Alikuwa anaingia kwenye masinagogi na kwenye mahekalu akifundisha habari za nani? Habari za Mungu. Biblia inasema masinagogi ilikuwa ni misikiti ya Kiyahudi na mahekalu yalikuwa ni makanisa ya Kiyahudi. Kwa hiyo, Yesu aliingia kote yeye yeah. anaza habari njema kwa watu wote. Anaza habari njema kwa watu wa msikiti na anaza habari njema kwa watu wa kanisa. Kama unampenda Yesu usema, amena. Yesu hana ubaguzi ila sisi wanadamu ndio tunajibagua. Yesu alileta habari njema kwa watu wote. Ameleta habari njema kwa anayeshika sabato na asiyeshika sabato. Anaza habari njema kwa mpende Yesu anazo habari njema. Haleluya. Yesu anazo habari njema. Kama nampenda Yesu, sema amina kwa Bwana. Amina. Kwa hiyo nikotemba akiwa mwalimu wa Torati. Alimsikiliza Yesu ana ujumbe kali. Wakajua Yesu amekuja kutangaza dini yake. Yesu akasema, mimi sikuja kutangaza dini yangu. Ndio maana ukiangalia mfumo wa imani ya Yesu, hakuna jina limeandikwa pale dhehebu. Ndio maana wengine wote Mafarisayo walikuwa na dhehebu lao. Wanaitwa wa dhehebu la Mafarisayo. We...